Wakati mwingine wewe ni uchafu, wewe ni usaa. Hilo limoyo ulionalo, uko kwenye chama chochote, uko kwenye kikundi chochote, limoyo ulionalo wewe, hilo ni chitu, ni chitu, ni usaa. Wewe ni nyoka, wewe ni lazima tutafute kauli ya kukufanya ushtuke. Ni shetani, ni usaa iliyojaa kwenye ufamu iweze kukutoka, na inawezekana ni mawili tu, tutoe miusaa hiyo Ja, kwenye ufamu wako inayokuongoza kuumiza wengi upate wewe na vitoto vyako hivyo vilivyolaaniwa, na kimke chako hicho kilicholaaniwa, na wazazi wako hao waliolaaniwa, kwa sababu katika hali yoyote wangekukataza, wangesema kicheo na kinafasi ulichonacho kitumie kuweka sawa mambo, kitumie kuhakikisha karibu kila mtu akikuona anafurahi, anachaka wengine mas... wanavyovaa watoto wako wanavyokula wa magari wanayotumia ndio kiwe kipimo cha mtu wa chini kabisa kwenye hii nchi, lakini picha ya kwamba dunia ndio iko hivyo, wewe uta, utakuwa unaishi, wengine watakuwa wanaishia, wewe utakuwa unakula vizuri, wengine wanabangaiza. Hey, Yesu guess... Tumefika Mwanza tukitokea Bukoba baada ya muda mchache, taelekea Dar es Salaam. Safari sio na maana yoyote, kwa sababu tunatoka hifadhi mwili wa sifa kwa namna ambayo Nachojua ni kwamba kama Mungu inampendeza amempendeza, ina lakini jua achotue jambo moja kwamba yako mambo yalitakiwa yafanye ambayo yanatakiwa yafanywe, yako mambo alitaka ya angeaona yametokea au yatokee takiwa yatokee, tutapita wapi tutafanyaje? Lakini ni maajabu sana, ajabu sana. Kwa hiyo nakosa nakosa ya kusema ijulikane tupiganii kuishi. Kuna kitu tulitaka kingeonekana kwenye nchi zetu kama nchi zenye ubinadamu zingine, na kwamba Tanzania ingekuwa ndio nchi inayotoa picha ya binadamu wanatakiwa waishije. Hicho ndio tunachopigania, tukiishi, tutaishi ili kitokee hicho. Na ikiwa kitaweza kutokea hicho, kwa vyovyote vile waliokalia shingo za watu wanaojua, ndio stale wanaotaka wachache hao waendelee kujinemesha kwa kila kitu, bila shaka hawataona sababu yake na sisi kuendelea kuishi, kwa sababu wengine, tukisema kuishi ni Kristo, maanake kuishi ni usawa. Kuishi ni, ni watu wote tuwe sawa, yani wewe uliyekaa kitengo chochote kama unapanda ndege kama hivi ambavyo tunapanda sisi, upigane na wengine wapande hivyo. Wanavyovaa watoto wako, wanavyokula wa, magari wanayotumia ndio kiwe kipimo cha mtu wa chini kabisa kwenye hii nchi, lakini picha ya kwamba dunia ndio iko hivyo, wewe uta, utakuwa naishi wengine watakuwa wanaishia, wewe utakuwa na kula vizuri wengine wanabangaiza Sio neno la Mungu. okay, mimi kama utataka unijue mimi ni mhubiri, nitahubiri unalopenda kutendewa uwatendee watu wengine. Unavyopenda watoto wako waonekane wavae wale, ndivyo na watu wengine wavae wale. Uongozi wa kunufaika wewe au nafasi ambayo inakufanya wewe upate wengine waumie nitaipinga kwa sauti yenye kukukela kwa sababu njia ya kutoa uchafu kwenye, uko, kwenye jipu ni lazima pawe na maumivu fulani. Kwa wakati mwingine wewe ni uchafu wewe, ni usaa. Ilo limoyo ulilonalo uko kwenye chama chochote, uko kwenye kikundi chochote, limoyo ulilonalo wewe, ilo ni jipu, ni jipu, ni usaa. Wewe ni nyoka we. Lazima tutafute kauli ya kukufanya ushtuke, ni shetani, miusaa iliyojaa kwenye ufahamu wako iweze kukutoka, na inawezekana ni mawili tu, tutoe miusaa hiyo iliyojaa kwenye ufahamu wako inayokuongoza kuumiza wengi, upate wewe we, na vitoto vyako hivyo vilivyolaaniwa na kimke chako hicho kilicholaaniwa na wazazi wako hao, oh, waliolaaniwa kwa sababu katika hali yoyote wangekukataza wangesema, kicheo na kinafasi ulichonacho kitumie kuweka sawa mambo, kitumie kuhakikisha karibu kila mtu akikuona anafurahi, anacheka. Wengine wanasema hatuna cheo, hungejiuzuru toka kwenye hicho kinafasi. Inapofika mahala unaona kuna watu wanalia, wewe huwezi kuwaambia wanaowaumiza acheni, au wewe kujiuzuru kwenye hicho kazi na wewe ni muuaji, na wewe ni mtesaji, na wewe ni mtekaji, sehemu ya hao. Sasa wazazi wako, mke wako, vitoto vyako havisemi chochote, pengine vinalala kwenye nyumba ya marumaru, nyumba ya vigae, vinaishi kwa namna kwa namna tofauti, vinasoma shule tofauti, na kuhakikishia umelaniwa, umelanika hata kama uko kimya, unasema mimi niko kimya, ukomboja huwezi kutokea kuzimu, ukomboja huwezi kutokea kuzimu, ukomboja kuna kikundi fulani ambacho kwa sehemu kubwa na nyie mnajijua, nyie ni, ni, ni, ni kuzima. Hata unapotoa matumaini kwa ainakiti fulani, mimi ndio nitakuja nitakuja kuwahurumia watu. Ungetuhurumia leo ungetutetea leo, la sivyo ungejiuzuu, na wewe uje ulie pamoja na sisi kwa sababu imeandikwa Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali apate mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Kwa hiyo wewe, ungekuwa na moyo ungekuwa na akili ya kutaka ya, ya, ya, ya ukombozi kweli, ungekubali na wewe tuanze kusota kama ni magerezani, kama, kama ni kutekwa na wewe uwe uwe uwe katika mazingira ya saa yoyote kutekwa huo ndio ukombozi na roho ya Mungu. Mungu anaweza kaokoa anaweza kaokoa kupitia wewe, ikiwa uko tayari hivi, lakini umekaa tu. Unaona kuna watu tunalia, kuna watu wanalia, hauji kutuuliza tunalia nini, nini kifanyike zaidi unanyamazia wale wanaochukua hatua dhidi ya sisi tunaolia, tunaolalamika. Tuna hakuna kuzimu, kuna likikundi fulani, nyie wote nyie ni kuzimu na minguo yenu imekaa tu tafiki nyoka fulani hatari sana. Nyie mko kuzimu, nyie ni mijitu ya kuzimu. Hakuna uliye kwenye kicheo chochote, unayetoa misaada yoyote makanisani, ama kusema lugha fulani nyepesi nzuri, uliye binadamu, wote nyie ni nyoka, mmejaa usaa kwenye fahamu zenu. Katika hali yoyote tutatumia lugha, tutatumia lugha ambayo itafanya huo usaa utoke ndani yenu, usaa, usaa, ama sivyo basi mtachukizwa, basi mtachukizwa, mtaendelea kufanya uchafu mnaoendelea kufanya, kwa sababu kwenye fahamu zenu kumejaa usaha. Na ndio maana hamuoni tatizo, kumuona mtu analia, kumuona mtu anaumia, unahisi ni sehemu ya maisha. Sio sehemu ya maisha. Enena msio huo, Tanzania ndiyo nchi itakayotakiwa itoe picha ya binadamu walitakiwa waweje, binadamu tulitakiwa tuishije. Hiyo ni ahadi, imo kwenye Biblia nami kama nitaishi, nitaipigania hiyo itokee. Lakini kama sitaishi, dunia itakuja kujua nilibeba nini, nilitaka nini kitokee. Na huo ulikuwa ndio moyo wa Mungu, na hiyo ilikuwa ndio sauti ya Mungu. Kwa maana mara kadhaa kwenye jingo ile inasema kwamba miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo na leo yalikuwa ndio haya. Lakini tatumia lugha uweze kushtuka, na wazazi wako na watoto wako wajue chochote unachokipata inawezekana unawapatia wanapoenda kutibiwa, inawezekana unawatibu nje. Inawezekana wanakula vizuri, nataka nikujulishe, wanakula vyakula vyenye usaa, wanakula vyakula vyenye uchafu. Sitakuja kuamua iwe tutaishi ama tutaondoka kwa sababu ya mawazo yako yenye usaa hayo ulioyajaza. Natosha kwa leo, asante kwa kunisikiliza.